Tunapozungumza upendo, tunazungumza mawada, yaani mapenzi yaliyoko moyoni, na kinachoanza kufa kwenye ndoa kinakufa kwenye moyo. Unaweza kumtoa kidogo kidogo kwenye moyo. Siku moja, nilimwambia mtu mmoja, ananiambia ah, wajua mimi mama mkwe ananichukia sana. Kamwambia mama mkwe anakuchukia kwa sababu ima mke au mume kwenye maisha ya ndoa anakupeleka kwenye neno neno. Kila siku akienda kwao, vipi, umeenda kusalimia, wakati mbali na wazazi wako. Ukifika kule, vipi nyumbani, jambo bwana, huyu mke wangu ana tabu nyingi sana, mimi simuelewi, yani nimetoka hata sasa sijakujua, mama, nipe chai. Yule mama anaweka kitu kwenye moyo cha kumchukia. Siku litakapotokea kesho, watu wote wanasimama upande wa mtoto wao, kwa sababu wewe umepeleka huyu neno, mpaka mtoto wako atachukiwa kule nyumbani. Sema mnanielewa vizuri, yani wewe punguza wazazi wako wazazi wako wanatakiwa uteseke kwa sababu ya mapenzi. Wamekuzaa sasa, mke wako anataabu sana, mpaka saa kumi ajapika aeka kwenye ma kila siku sikuananaicialimamsho anamchukia mkwewe, amtesea mwanawe, ima ni wa kike, ima ni wa kiume. Kwa hiyo ndo ndoa zetu tusipeleke vinginevyo huko majumbani tunapokwenda kusalimia. Sasa tunakozungumza, upendo ni kuhifadhi maumivu na raha ya mkeo au ya mumeo bila kuyatangaza kwa watu. Sote tuna madhaifu.